Hili tunalolifanya leo la kuja kufuturu na kuiaga timu ya taifa, ikiwa ni pamoja na kuwakabidhi bendera kwa ajili ya kusafiri na kwenda kucheza mchezo wao wa kutafuta qualification ya World Cup ya mwaka 2026 zinazofanyika kule Marekani na Mexico, ni jambo la msingi sana. Mimi niliona nitenge muda nilifanye hili ili nije kusisitiza umuhimu wa hili kwa nyinyi viongozi lakini inakuwa timu yetu ya taifa. Nafahamu tukishinda mechi hii nafasi yetu ya kuqualify kwenye mashindano haya inaongezeka na itakuwa kubwa sana. Sasa kombe la dunia unaweza kusema tu hivi, lakini sio mchezo, na timu tunayokwenda kucheza nayo ni timu nambari moja barani ya Afrika. Lakini nyinyi, ndugu zetu, wachezaji wetu mnaoliwakilisha taifa hili mmesha prove tena na tena jinsi, um, mara kadhaa matokeo yalikuwa hayaonekani kama yanakuja upande wetu na ikatokea hivyo. Siamini kama hili liko nje ya uwezo wenu kabisa. Naamini mpira una watu 11 tu uwanjani mnafahamu kila kitu, sisi wengine hatuna uwezo wa kuwaelekeza jinsi ya kucheza, lakini mkiweka mioyo yenu na mkiwa na dhamira ya dhati ya kutaka kushinda mechi hii, mtakwenda kushinda mechi hii. Mimi nawatia moyo na nawaombea sana Mungu. Tukipata nafasi, wengine tutaungana nanyi Moroko, kuja kushuhudia. Tukishindwa tutakaa kwenye televisheni zetu, tena tutakuwa Muheza tukiwaombea. Dua zinakubali sana ukiwa Muheza. <laughs> Kwa hivyo, huu ni zaidi ya mchezo wa mpira wa miguu. Hii ni kuwakilisha taifa, mnakwenda vitani na sisi tunawamini. Hata selection ya timu ya taifa inakupa moyo kwamba tuna mwalimu ambaye anajua wachezaji wake, lakini anaangalia ligi zetu na anaangalia maendeleo ya wachezaji wake kiasi kwamba una timu ambayo huna nafasi nyingi za kuikosoa, pamoja na kwamba sisi wapenzi wa mpira huwa tunajifanya makocha kila mara tunajifanya wataalam lakini uchaguzi wa timu hii huna nafasi nyingi za kuikosoa. Uh, kui hongera sana kwa Hemedi Moroko na benchi lako la ufundi, naamini yatakayopatikana yatakuwa ni matokeo bora kabisa ambayo timu yetu inaweza kuyapata. Nendeni mkapambane, sisi taifa zima lenye watu milioni sitini tuko nyuma yenu tukiwaunga mkono na kuwaombea sana. Kama mnavyofahamu Watu milioni sitini, sisi tunaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, na mara zote amekuwa akitoa motisha kubwa tunapofanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Sasa hivi najua kwa hii qualification bado ni mapema sana, lakini shindeni mechi hii, mkirudi, tutakuwa tumeshaongea na mheshimiwa rais kwamba hawa vijana wakikwalifai kwenda kombe la dunia wanapata nini. Na mnajua mama akisema, amesema na hafuti, au sio? Kwa hivyo nyinyi nendeni mkapambane, haya mengine tuachieni sisi, nyinyi chezeni mpira tu.